Wo, hapa ni mimi na simu yangu. Naingia kwenye simu yangu. Cha kwanza kabisa nacheki salio. Nyota 102 kama kawaida, naambiwa sina salio lolote kwenye simu yangu. Naomo kwenye zangu, kwenye VPN yangu, nabonyeza kitufe cha start. Bila yana yote VPN yangu jaje kuniangusha ina connect. Nasema zangu, ngoja niingie zangu Insta, naingie zangu Insta; kuingia Insta haijaniangusha. Hapa natumia VPN. Picha zinafunguka kwa kaliti yake ile ile hapo ile ya nikiscroll, picha zinafunguka, picha zinafunga na sio picha tuna hata video na mwa zangu, hebu ngoja nitest na YouTube. Kiingia YouTube, ndio kama hivi, video nazo zinafunguka bila tatizo lolote. Unataka kujua VPN hapa inaitwaje? Unataka kujua inapatikanaje? Unataka kujua ni mtandao gani na support na namna gani ya kuiconnect kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa. Ni Mr C kutoka Vibe Creatives, na leo nakuja na brand new video ambayo itakuelekeza ni VPN gani ambayo iko on trending na inafanya kazi bila kusuasua kwa mwaka 2025. Mwanzo mwanzo hapa, VPN hii hapa inaitwa Omanova VPN. Ni VPN ambayo inasupport mtandao wa Voda, inaitwa Omanova VPN, inasupport mtandao wa Voda peke yake. Kuwa na mimi, naenda kuelekeza sasa namna gani ambavyo ukishadownload VPN hii hapa utaweza kuiconnect. Cha kubadilisha tu ni kwenye network hapa, hakikisha umeweka A2 01. Ukigusa tu hapo sehemu ya network utaona itakuletea list hapa. Chagua A2 first DNS 01. Lakini hakikisha umechagua au na bando Ukibonyeza tu start vipini yako ita, ita, connect bila shida yote. Kama mimi hivi, umeona ime connect. Na baada ya kuwa ime connect, unaweza kaamua, je ukatumie au hache, ila <tumie> mimi nakushauri tumia bana kwa kuwa ni bure. Naamua kuingia zangu insta tena kuonyesha kwamba, je ina prove kwamba inafanya kazi. Ukiingia Instagram, vitu vitafunguka kama mwanzo pale nilivyoonyesha tu vitu vitafunguka kama ni picha, unaeza scroll ukaziona, ni quality yake ile ile ipungui, kama ni picha, kama ni video pia zitaplay. Ni wewe tu mwenyewe na mda wako, kama unataka kuangalia, ni picha zitafunguka, zitafunguka kama hivyo unavyoziona na uko chini kote zinafunguka. Na sio hivyo tu, na hata youtube ukiingia, video zinafunguka bila tatizo lolote, bila tatizo lolote. Baada ya kuwa nimekuelekeza namna gani ambayo unaweza sasa ukaikonekti VPN hapa ya, ya Omanova, ngoja nikakuelekeza namna gani unaweza kuidownload. Ili kuidownload, ingia Google Play Store kama unatumia Android. Kwa unaotumia Android, ingia Google Play Store. Baada ya kuingia Google Play Store, andika sehemu ya kusearch pale Omanova VPN. Andika Omanova VPN. Baada ya umesearch Omanova VPN, ukisearch tu, hapa chini utaiona, itajidisplay. Icon yake ndo kama hiyo, zingatia Omanova VPN. Maana kuna VPN nyingi nyingi sana ndani ya Play Store. Usije kuchanganyikiwa, ni nyingi, ni nyingi, ni nyingi kama unavyoziona. Kwa hiyo kikubwa, zingatia hii ambayo nimekuelekeza Omanova VPN. Baada ya umezingatia hii hapo, click. Ukikliki tu utaona huko juu hapa itakuletea kialama cha install. Nikishaleta kialama cha install hapo usisite bonyeza install. Na wakati tunasubiria VPN yetu yaanze ku install, nikushauri kitu kimoja. VPN huwa zina tabia ya kufungiwa na mitandao tofauti tofauti ya simu. Hii hapa ni ya bure ambao wenyewe wanahitaji pesa. Sasa utawezaje ku, kuweza kujua kwamba ni VPN gani ambayo iko on time na ipi ambayo itafanya kazi, ipi haijafungiwa unachotakiwa tu ni kuta notification hapo chini kwenye channel yetu, natakiwa kusubscribe, natakiwa kucomment hapo chini kama kuna changamoto yoyote. Faida ya wewe kuta notification na kusubscribe ni kwamba pale ambapo nitaachia VPN nyingine ambayo iko on fire kwa wakati huo utaipata instantly, yani maanisha kwa wakati, bila kuchelewa, na utaienjoy VPN hii hapo before haijafungiwa. Kwa hiyo kikubwa tu fanya hivyo nilivyokuambia, japokuwa ni upendo wako, sio lazima sana. Japokuwa sio lazima sana, fanya kitu kama hicho hapo, kitakusaidia na baada ya kuwa imemaliza kwenye store, ukifungua Manova VPN itafungua kwa staili hii. Na ikishafunguka tu itakuletea notification kama hii hapa. Usiwaze, bonyeza okay. Ukibonyeza okay tu itafunguka. Kama umesahau namna ya connect ambavyo nilielekeza kule mwanzo, cha kufanya tu kwenye sehemu ya network hapo, bonyeza, badilisha iwe A2 fast DNS 01, hakikisha ni ambayo imeandikwa 2025 enye fire na kwenye select server badilisha. Kwenye sehemu ya server badilisha, weka auto select server. Kitu cha kuzingatia kingine ambacho nilisema kwenye tiki hapo, weka tiki. Na baada ya kwa umefanya hivi hapo, nachotakiwa tu nikubonyeza kwa icon chako cha start kusubiri VPN yako iconnect ikishamaliza kuconnect, hapo ni wewe na matumizi yako, sikupangii. Hadi wakati mwingine, ni Mr. C kutoka 5 Creatives. Nimekwambia tu ku ku like, comment na kusubscribe, ni upendo wako mwenyewe kama video hii hapa imekusaidia, na kama unahitaji VPN zingine zikitoka uzipate, ni upendo wako kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine, asante kwa kuwa na mimi, ciao.